Na mtazamaji, tuangalie taarifa moja kabla tuzamie swala zima la mustakbali wa kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo familia moja kijiji cha Junju eneo la Kilifi inamuomboleza mwana wao aliyefariki baada ya kudaiwa kuchapwa na walimu akiwa shuleni. Ripoti ya upasuaji ilionyesha kuwa mwanafunzi huyo wa gredi ya nane katika shule ya Gongoni alifariki baada ya kugongwa kichwani mara kadhaa. Francis Mtalake ana taarifa hii kwa kina. Majonzi yametanda kwa familia ya Einstein Tunje, mwanafunzi wa gredi ya nane aliyekumbana na mauti baada ya kile kinachodaiwa kuwa kichapo cha mwalimu katika shule ya Gongoni enayo bunge la South. Kulingana na mzazi wake, Alhamisi mchana marehemu alirudi nyumbani akilalamikia maumivu ya kichwa. Ijumaa yake maumivu yalizidi na kumlazimu kumpeleka hospitali. Kweli, lakini mtoto wako aliumia, aligongwa huyu ama alifanya nini? Yuko hali mbaya kabisa. Mm. Kabidi ugambua kuna daktari mkubwa amekuja nikamfuata mpaka huko aliko. Nikamfuata alipoongea naye akasema acha nakuja akaja kufika hapo akasema huyu ha, basi hata heri enda ICU. Hakika hiyo kitu iliniuma. Mimi kama mwalimu siwezi punish mtoto namna hiyo. Siwezi kabisa kabisa, sababu mimi ni mzazi. Na tunafundishwa kwamba kama uko na hasira zako nyumbani usiwahi ingia darasani, afadhali ukae staff room. Aidha wamedokeza kuwa matokeo ya uchunguzi au upasuaji uliofanyika yamebaini kuwa Ansen Tunje alikuwa amegongwa na kifaa butu kichwani mara kadhaa na hivyo kusababisha damu kuganda. Tumesikitika kwa sababu tunashindwa ni jinsi gani, eh, mwalimu anaweza kuadhibu mtoto kwa kumgonga kwa kichwa. Na singesema hivyo, ni kwa sababu tumetoka postmortem right now na ripoti ya daktari imetoka, inaonyesha kwamba yule msichana alikuwa na internal bleeding kwa kichwa. Naibu Kamishna wa Kaunti eneo la Kilifi North Samuel Mutisia ameomba wazazi kuwa watulivu hadi uchunguzi ukamilike, familia sasa ikitaka mwalimu aliyehusika kukamatwa. Sisi wote ni wazazi, mtoto amekuja, pengine unaweza kuona amekupotezea heshima mm, ita mzazi wake eh, kaeni chini eh, ongeeni eh, mtoto azungumziwe. Kwa sasa familia inataka haki kwa mwana wao Francis Ndlacky Ringa ya yes, Citizen.